aliyomusiya sahabiyun jalil aba Dharrin radhiyallahu tabaraka wa taala an fahiya an yanzura fi umuri dunya, aangalie katika mambo ya dunia. Man huwa asfala min, yule aliyekuwa chini kuliko yeye. Aangalie yule ambaye aliyekuwa chini kimali, aangalie yule ambaye aliyekuwa chini kwa watoto aangaliye yule ambaye aliyekuwa chini kwa majumba aangaliye yule aliyekuwa chini kwa kipandwa, kadhalika pia amwangaliye yule ambaye aliyekuwa chini kwa mavazi, amwangalie yule aliyekuwa chini kwa cheo na nafasi, katika nafasi za dunia, bali amwangaliye yule asiyekuwa na afya, kadhalika amwangaliye mtu aliyekuwa dhaifu. akifanya hivyo atakumbuka kwamba anaogelea na anaishi ndani ya neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizomneemesha. Kwa sababu hiyo, kifua chake kitafunguka, macho yake yatatulia, nafsi yake itapoa na atatambua ya kwamba yeye ni miongoni mwa wale ambao Allah amewaneemesha kwa neema zilizokuwa nyingi, na atamtaja Allah kwa wingi na wala hatumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya hapo hataweza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na hatoweza kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na usia huu, ndugu zangu wa Islamu, ndio usia ambao unaomtofautisha Muislamu wa kweli na yule ambaye anayedai Uislamu. Ukimkuta mtu anaanza kutamani visivyokuwa vyake

kuangalia kile kidogo alichopewa na Allah, subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo yanayomfanya aweze kuishi kwa utulivu, ili aweze kuzishukuru neema za Allah ipasavyo na aweze kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka kwake yeye ayatekeleze. Usia namba mbili, katika usia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuusia abadharin radhia llahu tabaraka wataala anh alimuusiya kuhusiyana na, na hubu lmasakini wadhunuu minhum, kuwapenda maskini na kuwasogelea maskini. Kuwapenda maskini, ndugu zangu wa Isilamu, ni namna gani? Kuwapenda maskini ni kule kuwakurubiya watu hawa na kuwafanyiya yale ambayo yatakayopelekea maskini hawa wajiyone kwamba katika jamii fulani wanaoishi na watu wanaowashinda kipato watakuwa wana uwezo wa kupata kile ambacho wangekuwa wanakitafuta kama si wale watu wenye kipato wasingeweza kukipata. Na jambo hili ndugu zangu Waislamu linapatikana kwa wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo la kuwapenda maskini haliwezi kupatikana kwa tajiri kwa sababu maskini hana jambo ambalo litakalomfanya tajiri ampende. Ni kitu gani kitakachomfanya tajiri ampende? Ni kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yoyote aliyekuwa na uwezo, mtu yoyote aliyekuwa na mali anatakiwa ajikurubishe kwa yule asiyekuwa na uwezo na asiyekuwa na mali, kwa sababu kitendo hicho ni katika yale yanayopelekea kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuwe na wanyenyekevu kwa watu wasiokuwa na mali, na tujiweke mbali na kibri na kuwadharau watu wa aina hii, kwa sababu kufanya hivyo ni alama ya kweli, ni alama tosha ya kwamba wewe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala na unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Usia watatu katika usia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuusia Abadharin radhiyallahu tabarak, tabaraka wa taala, an ni swilatu rahim wa in adbarat. Alimuusia kuunga udugu, hata kama utakuwa ni udugu wa bali, kuunga udugu ule, udugu ambao uliokatika, ule udugu ambao ndani yake kuna madhila, ule udugu ambao ndani yake kuna chuki ndugu ambaye anayekufanyia mabaya, ndugu ambaye anayekutenga, huyo ndiye ambaye unatakiwa umuunge, kwa sababu silatul rahim min akhlaqi lkarima, hakika kuunga udugu ni katika tabia zilizokuwa njema. Hakuna ambaye atakayekuwa na tabia ya kuunga udugu isipokuwa ukimchunguza mtu huyo utamkuta tabia zake ni tabia nzuri. Bali kitendo hicho ni sababu ya kuungwa na Allah subhanahu wa taala. Yeyote atakayeunga udugu Allah subhanahu wa taala atamuunga, na yeyote atakayekata udugu Allah subhanahu wa taala atamkata, na itakuwa ni sababu ya Allah kuondoa baraka katika mali zake. Kadhalika pia itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa taala kumwingiza katika moto, naudhu billahi min dhalik.

hata kama udugu ule utakuwa umekatika na ndani yake kuna mabaya mengi yale ambayo umefanyiwa na nduguyo au na ndugu zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasallam alimuhusia Abadharin radhiyallahu anhu kusema ukweli hata kama ni mchungu katika kusema ukweli. Ndugu zangu Waislamu, kunaingia jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Nukta hii ni nukta ya msingi mno. Watu wanachukia wale wenye kumwambia mazuri na wanawapenda wale wasiowaambia yaliyokuwa mazuri. Kimwambia mtu mazuri, anakusanifu na kukupa jina lililokuwa baya na anatengeneza ubaya. Kadhalika pia, anaweza akafanya kibri cha kuacha yale ambayo uliyomnasihi kwa sababu tu nasaha hizo zimetoka kwako. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo baya. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemuusia Abadharin radhiyallahu tabaraka wataala kuyasema yale ambayo anayaamini kwamba ni katika matendo mazuri, hata kama kitendo hicho kitamuudhi yule ambaye anayeambiwa. Kadhalika pia, kusema ukweli unaingia katika jambo la kusema ukweli ndani ya biashara katika kuuza na kununua, sema ukweli hata kama ni mchungu. Biashara ni ya hasara, sema ukweli. Biashara ni ya faida, sema ukweli. Allah subhanahu wa ta'ala ataibariki biashara hiyo. Kadhalika kusema ukweli inaingia katika kutoa ushahidi mahakamani. Toa ushahidi wa ukweli, hata kama ushahidi huo utakuwa unapelekea kumwadhiri mtu katika watu wa karibu yako. Kufanya hivyo utakuwa umeuweka umeuweka ukweli mahala pake, kadhalika pia utakuwa batil umeiweka mahala pake. Kadhalika akamuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam Abadharin akifirishe neno la haula wala quwwata illa billah, akifirishe neno hilo kwa sababu neno hilo ni neno zito na ni neno ambalo maana yake inamaanisha Muislamu kukubali neema zote, shida zote, raha zote zinapatikana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwamba hauwezi kukimbia maasi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria isipokuwa Allah ndiye ambaye atakayekuondoa katika maasi hayo na hauwezi kuipata ile taa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyekukadiria isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye atakayekuweka katika twaa hiyo. Kwa hiyo ukifahamu fadhila miongoni mwa fadhila za neno hilo utaweza kulikithirisha neno hilo katika maisha yako, kwani lina fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila zake ni kanzu min kunuzil janna, ni mambo ya thamani au ni jambo la thamani katika yale mambo ambayo yatakayokuwa katika pepo za Allah subhanahu wataala. Bali yule ambaye atakayesema neno hilo Allah subhanahu wataala